Kutoka kaunti namba 17 tuelekee kaunti namba 35 ambapo wakulima wa chai na viwanda vya Tegat na Toror huko Kericho wameunga mkono hatua ya kuitisha ukaguzi wa mahesabu wa viwanda vya KTDA kote nchini. Katibu katika Wizara ya Kilimo, Paul Rono, aliwalaumu wakurugenzi wa KTDA kwa kufanya mikutano ya gharama kubwa isiyo na manufaa yote kwa wakulima.

affecting the farmers. Tumelalamika sana kama wakulima kwa sababu we believe kwamba Tegat wanatunyanyasa kama wakulima. Imagine mtu unalipwa 14 shillings uh, when you compare with the east unapata mtu anapata 53% 53 shillings. So sisi tumelalamika sana na hii, tunaomba PS wetu wa agriculture, PS Rono tunakuaminia sana utusaidie sisi kama wakulima. Pesa ya wakulima imeenda chini sana, na wakulima wanachuna quality kutoka miaka kwenda na kuruti. Leo tunai, tunataka kusema haki yetu ya wakulima, pesa imeenda chini sana.